Mlango wa 34. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana, hapo Nebukadreza mfalme wa Babeli na jeshi lake lote na falme zote za dunia zilizokuwa chini ya mamlaka yake na kabila zote za watu walipopigana na Yerusalemu na miji yake yote, kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, Enenda ukaseme na Sedekia mfalme wa Yuda Ukamwambie, Bwana asema hivi: Tazama, nitatia mji huu katika mikono ya mfalme wa Babeli, naye atauteketeza kwa moto. Tena wewe hautaokoka mkononi mwake, lakini utakamatwa kwelikweli na kutiwa katika mikono yake, na macho yako yatayatazama macho ya mfalme wa Babeli, naye atasema nawe mdomo kwa mdomo, nawe utakwenda Babeli. Hata hivyo lisikie neno la Bwana, e Sedekia mfalme wa Yuda. Bwana asema hivi katika habari zako, hutakufa kwa upanga. Utakufa katika amani na kwa mafukizo ya baba zako, wafalme wa zamani waliokutangulia ndivyo watakavyokufukizia nao watakulilia, ah Bwana! Kwa maana mimi nimelinena neno hili, asema Bwana. Basi Yeremia nabii akamwambia Sedekia mfalme wa Yuda maneno hayo yote katika Yerusalemu wakati ule, jeshi la Babeli walipopigana na Yerusalemu na miji yote ya Yuda iliyosalia na Lakishi na Azeka, kwa maana miji hiyo tu ndiyo iliyosalia katika miji ya Yuda yenye maboma. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana baada ya wakati ule, Mfalme Sedekia alipofanya agano na watu wote waliokuwa katika Yerusalemu, kuwatangazia habari ya uhuru, ya kwamba kila mtu amweke huru mtumwa wake na kila mtu amweke huru mjakazi wake ikiwa yule mwanamme au yule mwanamke ni Mwebrania; mtu yeyote asiwatumikishe, yaani asimtumikishe Myahudi nduguye. Na wakuu wote na watu wote, wakati waliofanya agano hilo, ya kwamba kila mtu amweke huru mtumwa wake na mjakazi wake, mtu yeyote asiwatumikishe tena, wakatii wakaacha. Lakini baadaye wakaghairi, wakawarudisha watumwa wale na wajakazi wale ambao wamewaacha huru nao wakawatia utumwani wawe watumwa na wajakazi wao. Basi neno la Bwana likamjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: nalifanya agano na baba zenu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, nikisema mwisho wa kila mwaka wa saba kila mtu na amweke huru ndugu yake aliyemwebrania aliyeuzwa kwako na kukutumikia miaka sita, utamwacha atoke kwako huru. Lakini baba zenu hawakunisikiliza wala hawakutega masikio yao. Na ninyi mlikuwa mmegeuka, mkafanya aliyo haki machoni pangu, kwa kumtangazia uhuru kila mtu ndugu yake; nanyi mlikuwa mmefanya agano mbele zangu katika nyumba ile iitwayo kwa jina langu, lakini mlighairi na kulitukana jina langu. Kila mtu akamrudisha mtumwa wake na mjakazi wake ambao mmewaweka huru kama walivyopenda wenyewe, mkawatia utumwani tena wawe watumwa wenu na wajakazi wenu. Basi Bwana asema hivi, hamkunisikiliza kumtangazia uhuru kila mtu ndugu yake na kila mtu jirani yake. Tazama, mimi nawatangazieni uhuru, asema Bwana, yaani wa upanga na njaa na tauni nami nitawatoa ninyi mtupwe huko na huko katika falme zote za dunia. Na watu hao waliolivunja gano langu, wasiyoyatimiza maneno ya gano lile walilolifanya mbele zangu, wakati ule walipomkata ndama vipande viwili, wakapita katikati ya vipande vile, wakuu wa Yuda na wakuu wa Yerusalemu, matoashi na makuhani na watu wote wa nchi, waliopita katikati ya vipande vile vya huyo ndama. Mimi nitawatia katika mikono ya adui na katika mikono ya watu wale wanaowafuata roho zao, na mizoga yao itakuwa ni chakula cha ndege za mbinguni na cha wanyama wakali wa nchi. Na Sedekia mfalme wa Yuda na wakuu wake nitawatia katika mikono ya adui zao na katika mikono ya watu wale wanaowatafuta roho zao na katika mikono ya jeshi la mfalme wa Babeli waliokwenda zao na kuwaacheni. Tazama, Nitawapa amri yangu, asema Bwana, na kuwarejeza kwenye mji huu nao watapigana nao na kuutwaa na kuuteketeza kwa moto, nami nitaifanya miji ya Yuda kuwa ukiwa isikaliwe na mtu.